Minaitwa Ela Ngoti, inaenda kusoma Biblia ya kwanza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Enyi watoto, enyi watoto, watiini wazazi katika Bwana, maana ndio haki. Heri masafi, maana watamwona Mungu. Furahini katika Bwana, tena nasema furahini.

Bwana asipoulinda <coughs> mji waulindao wakisha buri. Waheshimu, waheshimu, waheshimu baba yako na mama yako, hili siku zako ipate kuwa nyingi, katika wamtumainio Bwana <coughs>